Mtu yeyote anayesimama kuupinga uchaguzi wa kikatiba ananajisi utamaduni wetu, katiba yetu na sheria za nchi yetu. Huyo pia tusimkubalie kamwe. Tudumishe amani ya nchi yetu kwa kukataa kabisa njia za vurugu, kwamba zinaweza kutengeneza mshikamano ya nchi yetu. Sio utamaduni wetu na sio asili yetu. Kama kiongozi wa mitume na manabii nchi nzima ya Tanzania nataka kusema na manabii wanaotabiri machafuko. Sina maana ya kupambana na wahubiri wenzangu, lakini na dhamana kama nabii mwenzao kuambia Mungu tunayemtumikia ni wa amani hmm, na haridhii matangazo ya machafuko. Manabii wote mnaotabiri mambo yanayohamasisha watu kutoka nje na kufanya maandamano kupinga sheria za nchi yetu na kuipinga katiba yetu, kwa maana ya uchaguzi ulio kihalali nini, hamtokani na Mungu.